Eneo la Nato katika barabara ya Marigat Nakuru katika kaunti ya Baringo alikuweza kupitika hii leo, huko wakazi waliokuwa na ghadhabu wakilalamikia ya mauaji ya madereva wawili wa lori siku ya Jumatatu na majambazi wasiojulikana. Wakazi hao wamelaani ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo, wakisema majambazi hao wanalenga wafanyabiashara na madereva magari. Hatujui mzozo yenye inaendelea huko ndani na kati ya hao watu wenye wanasema ni wavugaji na wanunuzi wa mivuko. Hatuwezi tuelewe ni makosa gani imetokea kati yao. Sisi ni madereva unaambiwa enda namna hii, ikiwa hii barabara tunaumizwa namna hii, tutaishi namna gani? Tunataka haki ifanyike Baringo na Mokotio, ikiwa hao watu kama si bandit, au tunaamini si bandit au ni wesi wenye wanakuja kutuumiza tu kwa barabara yenye wameokopa kufuata wakora wao. We had a plant meeting for the children, for the orphaned children in, uh, in Lake Bogoria area And we arrived here around 8.23. That is the time we met when the guys were trying to blockade the road. And we tried to ask them what is the problem and they told us they need their rights. Kulingana na wakazi hao watu watatu wameuawa kufikia sasa katika visa vya uvamizi wa majambazi kikosi cha usalama katika kaunti ya Baringo kikiongozwa na kamishna wa kaunti hiyo Dangolo Kutwa kilifanikiwa kudhibiti hali hiyo. They want, uh, security enhanced, which we have done, uh, So that they can go on with their uh, issues of trade freely . And uh, we assured them that uh, uh, we shall be giving an escort from Marigat to Loruk and to the market and back. Polisi wameimarisha doria katika barabara ya Marigat Chemolingot, huku magari yakisindikizwa kwenda na kutoka katika miji hiyo miwili. Haya inajiri huku spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akitoa wito wa uchunguzi wa haraka kuhusiana na shambulizi hilo. In addition to that, uh, honorable Kiborek and your colleagues from Baringo, yourself Maclap Kamket, uh, Musa Sirma, uh, Chematia

Akihutubia wabunge wakati wa kikao cha mchana, Wetangula aliipongeza kamati ya utawala na usalama ya bunge la kitaifa kwa kuandaa ripoti ya kina kuhusu hali ya usalama katika kaunti tano ambazo ni Turkana, Samburu, Isiolo, Marsabit na Baringo. kasi cha Namasha Darubini.